Nandi amshukuru Obi Alpha kwa wimbo uliobariki zaidi ya watu milioni moja na laki nane. Msanii maarufu wa Bongo Fleva Nandi amemshukuru mwimbaji wa nyimbo za Injili Obi Alpha kwa kumwandikia wimbo uliogusa na kubariki maisha ya watu wengi uitwao Asante. Kupitia ujumbe wake, Nandi aliandika na nukuu kwa uandishi wa Asante albamu itakuwa noma sana Mungu akubariki, mtumishi. Alimalizia Nandy. Kauli hiyo imeonyesha wazi furaha na shukrani za msanii huyo kwa mchango mkubwa wa Obby Alpha katika kazi yake mpya ya mziki. Wimbo huo umepokelewa kwa mapokezi makubwa kwenye mitandao ya kijamii, ambapo hadi sasa umetazamwa na kusikizwa na watu zaidi ya milioni moja na laki nane jambo linalothibitisha ukubwa wa ujumbe uliomo kwenye wimbo huo na jinsi ambavyo umewagusa watu hasa mashabiki wa Nandy ushirikiano huu kati ya Nandy na Obby Alpha umeendelea kupongezwa na wadau wa muziki pamoja na mashabiki wengi wakisema ni daraja zuri linaloonyesha namna mziki wa burudani na wa injili unavyoweza kukutana na kuleta ujumbe chanya kwa jamii. Ushauri wa Obby Alpha kwa Nandy, alimsihi ahamie kwenye mziki wa injili, yani gospel, kulipo kuendelea na kuimba bongo flavor, yani secular music. Naam, ni taarifa kuhusu eh, Msanii wa Bongo Fleva Nandy amemshukuru, e, mtunzi wa wimbo wake mpya wa Asante e, mwimbaji au mtumishi wa Mungu Obby Alpha.